Kwenye moja ya mafundisho makubwa sana ya kitabu Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki anasisitiza kwamba siri ya kujenga utajiri si kufanya kazi kwa bidii tu, bali kuelewa vizuri tofauti kati ya mali, assets na madeni, liabilities. Kila mtu anayejenga uhuru wa kifedha duniani hutumia kanuni hii kama msingi. Kabla hatujaingia kwenye mada nzito ya leo, hakikisha umesubscribe, like comment na share video hii ili ujumbe huu ufike mbali zaidi. Sasa tuingie kwa undani zaidi, tuifafanue kwa kina, tuiguse kwa mifano ya maisha halisi, na tuone kwa nini kanuni hii ni miongoni mwa sheria kuu za kifedha ambazo mtu yoyote anayetaka kutoka kwenye umaskini lazima aielewe vizuri. Moja, mali ni vitu vinavyokuingizia pesa na hii ndio nguzo ya mtajiri wa kweli. Mali ni chanzo cha nguvu ya kifedha, ni injini ya utajiri. Hata kama mtu hana elimu kubwa, hana ajira ya mshahara mkubwa, au anatoka kwenye familia isiyo na uwezo, mtu huyo akijua kujenga mali, ana nafasi kubwa zaidi ya kuwa huru kifedha kuliko mtu anayepata mshahara mkubwa, lakini hana mali. Kwa nini? Kwa sababu mali zinakufanyia kazi hata wakati wewe hulali, hufanyi kazi au umepoteza ajira. Mali zina tabia moja ya kipekee: zinaendelea kuleta pesa hata bila wewe kuwepo. Mfano, mama mmoja anayeuza chakula sokoni akiamua kuweka milioni mia tatu na elfu sama kununua friji na kuanza kuuza vinywaji baridi, hicho friji kinakuwa mali kwa sababu kinaongeza kipato chake kila siku. Mtu mwenye bodaboda akiamua kununua bodaboda ya pili na kuiweka kwa dereva mwingine, hiyo ni mali, inamwingizia pesa bila yeye mwenyewe. Mfanyakazi mwenye mshahara wa kawaida akiamua kuanzisha kibanda cha chipsi usiku kinachoendeshwa na kijana mwingine, huo ni mwanzo wa mali. Hata mali ndogo ndogo zinazopatikana kwa mtaji mdogo zina nguvu kubwa zikianza mapema. Mashine ya kupiga chapo Mashine ya printing, kuuza data, vitabu vya kukopesha kwa ada, mashine ya popcorn. Mali haiangalii elimu, mali haiangalii vyo. Hivyo mtu yoyote anaweza kuanza kujijengea msingi wa uhuru wa kifedha. Mbili, madeni ni vitu vinavyokutumia pesa. Vinafyonza nguvu yako ya, ya kifedha kidogo kidogo. Madeni hayaanzi kama matatizo. Kwa kawaida, yanaanza kama vitu vinavyoonekana vizuri, vya kuvutia, vya hadhi, vya kufurahisha moyo na macho. Ndio maana watu wengi hukwama kwenye mtego huu bila kujua. Madeni yanachukua pesa kutoka mfukoni mwako badala ya kuleta. Hata kama ni kitu kizuri, cha bei ghali, cha ubora wa juu, ikiwa hakikuleti kipato, ni deni. Mfano wa maisha halisi ambao watu wengi wanapitia bila kujua. Simu ya milioni moja unayonunua kwa mkopo inaonekana vizuri, inakupa status, lakini mwisho wa mwezi inaongeza gharama kwenye bili zako. Gari la bei ghali ulionunua ili watu wakuheshimu lina mafuta, service, matairi, insurance. Kila mwezi linakula pesa ambayo ingeweza kuanzisha biashara ndogo. Ukweli mchungu Watu wengi wanaonekana wana maisha mazuri, lakini ndani wanateseka. Kwa nini? Kwa sababu wanamiliki madeni mazuri, sio mali halisi. Ni kama mtu anayekunywa soda wakati ana kiu. Inaridhisha kwa sekunde chache, lakini haimalizi tatizo. Mali ndogo ndogo ndizo hujenga mali kubwa. Utajiri huanza taratibu, kama tone la maji. Watu wengi wanadhani utajiri huanza kwa mpaparako au bahati ya ghafla. Si kweli, utajiri wa kweli ni matokeo ya kuongeza mali ndogondogo zinazoleta pesa kidogo kidogo, lakini kwa uthubutu na ukakamavu wa muda mrefu. Mfano wa maisha halisi unaogusa maisha ya watu wengi: kijana anayeanza na duka la vocha na laini za mpesa anaweza baada ya miaka miwili kufungua duka kubwa. Mtu anayenunua shamba dogo eneo la mbali leo baada ya miaka mitano anauza mara tatu au mara tano ya bei aliyonunua. Mwanamke anayeanza kuweka akiba elfu tano kila siku, baada ya miezi michache, anaweza kuanzisha biashara ya juisi, baadaye kuongeza friji, baadaye kuongeza blenda ya pili, na polepole pole kuwa na mgahawa mdogo. Kila mali hata ndogo sana ikiongeza kipato chako hata kwa kiasi kidogo, ni hatua kubwa kuelekea uhuru wa kifedha mali ndogo ndogo haimaanishi mafanikio madogo, inamaanisha ni mwanzo mzuri. Nne. kujenga mali kunahitaji nidhamu zaidi kuliko pesa, uwezo wa kuahirisha starehe. hapo ndipo watu wengi hushindwa, sio kwa sababu hawana pesa, isipokuwa hawana uvumilivu. hawataki matokeo ya haraka, hawataki kuonekana wamefanikiwa kabla hawajafanikiwa kila mtu anaweza kumiliki mali ikiwa ataamua kuacha starehe za leo ili kupata uhuru wa kesho. Mfano wa maisha halisi unaotokea kila siku. Kijana wawili wanafanya kazi ofisini. Wa kwanza analipwa milioni moja, na kila mshahara ananunua nguo, simu mpya, anajirusha kila weekend. Wa pili analipwa kiasi hicho hicho, lakini anahifadhi laki tatu na baada ya miezi minne ananunua mashine ya printing. Miaka miwili baadaye, yule wa simu na nguo bado anahangaika, analalamika kuhusu kodi, anatafuta mikopo. Yule wa mashine ya printing ana mashine tatu, anapata kipato cha ziada, analipia kodi bila shida, anaongezea biashara nyingine. Hii ndiyo nguvu ya kuahirisha starehe zisizolipa kesho. Tano. Utajiri wa kweli unakuja pale pesa inapoanza kufanyia kazi badala ya wewe kuiwinda. Watu wengi hufanya kazi maisha yao yote wakitafuta pesa, lakini wachache hutumia maisha yao kujenga misingi inayozalisha pesa yenyewe. Watu masikini hufikiria, nikitaka pesa itabidi nifanye kazi zaidi. Lakini matajiri hufikiria, nikijenga mali sahihi, mali hizo zitaniletea pesa hata nikiwa nimetulia. Mfano wa maisha ya kawaida kabisa. Mtu anayemiliki nyumba mbili za kupanga anapata mapato kila mwezi bila kufanya kazi. Mtu aliyewekeza kwenye mashine ya ATM, mashine ya maji au kioski ya mitambo anapata pesa hata kama haendi kazini. Hapa ndipo maisha yanakuwa mepesi. Hapa ndipo mtu anaanza kuishi maisha anayotaka, sio maisha alazimishwayo na madeni. Kuelewa tofauti ya mali na madeni si jambo la kifedha tu, ni falsafa ya maisha, ni dira, ni mwanga unaokutoa gizani kwenda kwenye utulivu wa kifedha. Ukijenga mali leo, hata ndogo, unaanza safari ya uhuru wa kesho. Ukijaza madeni leo, hata kwa vitu vizuri, unaanza safari ya mzigo wa kesho. Chagua kujenga mali, chagua kufungua akili, chagua kuishi kwa fikra sahihi. Kabla haujaenda, hakikisha umesubscribe, like, comment na share video hii ili ujumbe huu ufike mbali zaidi. Kumbuka, Fikra Sahihi, maisha mazuri yanaanza kwenye mawazo sahihi.